0792 au 0678813891. Asante kuichagua Sauti Kuu TV online kuwa kituo chako bora cha habari asubuhi ya ya leo. Kama bado si mdau wetu unaweza kuwa mdau wetu sasa kwa kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele hakikisha umefanya hivyo ili kuzipata taarifa zetu kwa wakati. Mshirika wetu asubuhi ya leo ama mdhamini wa magazetini leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe, eh, lililopo Kawe ukwamani nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM uh, pamoja na kituo cha mafuta cha Puma, wakiendelea kukualika na kukukaribisha katika ibada zao kila Jumatano saa kumi na nusu jioni hadi saa kumi na mbili kamili jioni, ibada ya mafundisho ya Biblia, maombi, maombezi na hata ushauri endapo utahitaji. Lakini kwa siku za Jumapili wana ibada mbili, ya kwanza inaanza saa moja kamili ya asubuhi hadi saa tatu na ya pili ni saa nne kamili ya asubuhi hadi saa sita mchana, ndani ya masaa machache tu inakuwa tayari imekwisha kutamatika. Lakini kwa siku ya kesho e, tarehe ishirini na tano ya mwezi wa 12 ishirini na tano ikiwa ni siku ya kusherehekea Bwana sikukuu ya Christmas, basi ibada yao itaanza saa mbili kamili ya asubuhi hadi saa tano kamili asubuhi. Masaa hayo tu yanakuwa yametamatisha ibada kwa siku ya kesho, na kutoa nafasi ya kutosha kuendelea na shamrashamra mbalimbali katika maeneo mbalimbali huko. Kwa hiyo unakaribishwa, na kama si rahisi kufika, vile vile unaweza kutizama kupitia Sauti Kuu TV Online na Rev Elingarami S Munisi Online TV. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, kukamilisha matangazo haya mwenzangu ni Freedom Richard. Magazetini leo inakujia mubashara kuanzia saa moja na nusu kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili na nusu. Hivi sasa ni dakika 34 tangu ilipotimu saa moja kamili za asubuhi hata ilipotimu saa moja na nusu za asubuhi. Karibu kunako magazetini leo. Tuanzie sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa hapo baadaye tutaangazia michezo na burudani katika sehemu ya pili ya magazetini leo. Ninalipa kipaumbele gazeti Mwananchi, habari kubwa inasema, Lissu aizindua ofisi ya DPP. Lissu aizindua ofisi ya DPP, yaamua kufanya jambo kuziba matobo ya eh, vielelezo vilivyokataliwa mahakamani lakini shahidi apewa rungu. Kurasa wa tano wa gazeti hili unaeleza undani wa habari hii. Ziara ya Mwigulu ilivyoibua kero heka heka mikoani. Nakala ya gazeti Mwananchi vile vile inataja Russia kuisaidia Tanzania kupata satellite yake kujitegemea. Kurasa wa nne wa gazeti hili unafafanua waombaji 14400 kujiunga vio vya VETA ifikapo mwakani. Uagizaji mafuta washuka sababu za tajwa. Ripoti hiyo gazeti Mwananchi linaeleza undani wa habari hii katika kurasa zake kadha wa kadha, unaweza eh, kukamata nakala hiyo kupata habari kwa kina. Sasa tuangazie gazeti Mwana Habari, gazeti bora gazeti hili limepambwa na habari inayosema kitengo maalumu cha kupokea maoni ya wananchi kuanzishwa. Kitengo maalum cha kupokea maoni ya wananchi kuanzishwa. Haya, wadaiwa kodi ya ardhi kikangoni. Serikali yatoa mwelekeo mpya mpya, uwekezaji viwanda vya bidhaa za afya nchini. Serikali yatoa mwelekeo mpya uwekezaji viwanda vya bidhaa za afya nchini habari hii imetajwa katika gazeti mwana habari gazeti bora unaweza kukamata nakala hiyo sasa kupata habari kwa kina serikali yaweka mkazo sekta ya eh, viwanda na biashara ili kuongeza ajira TMDA ya wafuata wazalishaji eh, bomba za sindano kujadili masuala ya udhibiti gazeti mwana habari gazeti bora linaandika habari hiyo kwa kina. na ondoka hapo, nikiangazia gazeti wa Machinga Sauti ya Wanyonge. Mitazamo ya vijana kigingi kwa muungano, Masauni anasema mitazamo ya vijana kigingi kwa muungano. Kamata nakala hii uweze kupata habari kwa kina. Wadaiwa kodi ya ardhi shakani, waziri Akwilapo ataka kukamilisha malipo ifikapo Disemba 31 2025. Vilevile aagiza vituo vya makusanyo ya kodi kutoa huduma iliyo bora. Mwelekeo mpya wa uwekezaji wa viwanda bidhaa za afya nchini, habari iliyotajwa katika gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Unaweza kukamata nakala hiyo kupata habari kwa kina, ama kutembelea katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii vilevile ambako habari hizi zinapatikana, na tupia macho ya gazeti Majira, gazeti huru la kila siku linanipa uhuru wa kuangazia habari zake. Habari ya kikuu inasema serikali yaja na mwelekeo mpya ujenzi wa viwanda ni vile vya dawa na bidhaa za afya nchini, yasema si mpango wa majaribio bali ni uamuzi wa kimkakati haya, ukurasa wa 4 unaandika habari hiyo. Maelekezo ya Rais Samia ya eva ni kwa wachimbaji. Hospitali iliyookoa mjamzito aliyepasuka mfuko wa uzazi ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Majira. Stamiko kuanza utekelezaji maelekezo ya Rais Dr. Samia. Eh, habari hii imeelezwa katika katika katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku tuangazie gazeti Tanzania leo sauti ya Mtanzania. Habari kubwa inasema Samia aweka imani kubwa viwandani. Samia aweka imani kubwa viwandani ni baada ya sekta kurekodi historia na kuongoza kuvutia uwekezaji. Waziri Nanauka ataja lengo la viwanda vipya. Eh, viwanda vipya laki moja kuokoa vijana awahakikishia mazingira rafiki ya uwekezaji mitaji, ujuzi pamoja na masoko. Habari nyingine kunako gazeti Tanzania Leo sauti ya Mtanzania, polisi yawahakikishia watanzania usalama. Habari hii imeelezwa vile vile hapa, wadaiwa kodi pango la ardhi Kikangoni. Muungano wa Tanzania ni wa kihistoria duniani, Dkt. Mkumbukwa anayasema hayo yakitanabaishwa katika gazeti Tanzania Leo, e, sauti ya Mtanzania. Tanzania jipanga kuwa kitovu uzalishaji wa dawa Afrika. Kamata nakala hiyo. Mkuu wa chuo cha Theologia St Marks afariki dunia Dar es Salaam. Na nakala hii naeleza habari hizi kwa kina, unaweza kujipatia e, kuendelea kupata habari hiyo e, kwa undani zaidi. Gazeti Uhuru ukweli daima limeandika bilioni 36.6 za paisha uchumi wa vijana. Masauni ataka wanahabari kuelimisha muungano. Rais Mwinyi min ZSSF uh, ijikite miradi mikubwa. Gazeti Uhuru linafafanua. Sasa naondoka hapo kunako Gazeti Uhuru ukweli daima. Ninatupia macho gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Habari lokolizo wino inasema Dkt. Mwinyi ZSSF, tekelezeni miradi yenye tija kwa nchi. Habari hii imepamba ukurasa mbele wa gazeti hili, habari picha ikimwonyesha Rais Dkt. Mwinyi, lakini vile vile e, baadhi ya maeneo ambayo yametakiwa kufanyiwa utekelezaji miradi mbalimbali mbali ambayo imeorodheshwa hapa katika mfumo wa habari picha. Miradi yenye tija kwa nchi, ambayo e, Dkt. Mwinyi anawataka ZSSF kutekeleza miradi hiyo. Fedha za mfuko wa jimbo zigharamie miradi yenye manufaa. Waziri Pemba ataka wanaodaiwa na ZGP walipe mataifa ya maziwa makuu kutatua mgogoro wa DRC, habari ambayo imetajwa katika gazeti za leo. Habari yake kuu inasema Dr Bagonza connection eh, zitaangamiza Tanzania connection zitaangamiza Tanzania Dr Bagonza. Hapa bwana, sijui anazungumzia connection gani. Unaweza kuchungulia gazeti Nipashe ukafahamu kwa undani zaidi wenye shahada 134 waingia VETA, wamo wa ngazi za uzamili daktari. Aliyeajiriwa wiki moja tu sasa, muuza kuku tajiri. Namna gani? Nipashe linaeleza mabasi yashambuliwa kwa mawe njiani, polisi ya kamata watuhumiwa Mloganzila. Kuwa kitovu viwanda vya dawa, vifaa tiba. Bei ya nyama yawatia kiwewe wateja Zanzibar. Habari hii imeelezwa katika gazeti hili la Nipashe. Mwanga wa Jamii linatupasha kwamba bei ya nyama yawatia kiwewe wateja hapo e, Zanzibar. Sasa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Mambo safi vijana habari iliyopamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili inasema, mambo safi eh, vijana. Serikali yaanza kushughulikia changamoto saba. Habari kamili ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wadaiwa wa kodi ya ardhi Kikangoni, Tanzania kuingia ramani ya dunia uzalishaji wa dawa. Habari hii imeelezwa kurasa saba gazeti Habari Leo rufaa, uh, 28 za watumishi wa umma za katadiwa. Watu watatu kortini wakidaiwa kuchoma jengo la CCM. Habari hii imeelezwa uh, ukurasa wa ndani, wa ndani wa gazeti Habari Leo uh, Gwiji la Habari Tanzania, upande wa habari za kitaifa na za kimataifa nakala hii ya gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania inahitimisha sehemu yetu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kabisa kwa habari za uh, kitaifa na kimataifa. Tunayendea ya mapumziko mafupi, nikirejea hapa basi tunaangazia michezo na burudani, tukiwa na majonzi kwelikweli baada ya kuchapwa mbili kwa sifuri katika mchezo uliochezwa uh, jana huko nchini Morocco. Usiondoke, salia nami hata tamati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

Karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani. Hapa nitakuangazia kwa uchache zaidi, kisha nitakupa nafasi ya kujipatia nakala yako ama kutembelea kurasa za mitandao ya kijamii, huko ambako habari hizi pia hupatikana. Hivi sasa ni saa moja dakika 46 kwa saa za Afrika ya Mashariki, Afrika ya Kati saa kumi na mbili dakika 46. Nitaanzia gazeti Mwanahabari ukurasa wake wa mwisho. Gazeti hili limeandika stars ya lala mbili kwa moja kwa Nigeria Afcon. Kama ambavyo nimetangulia kusema hapo mwanzo, stars ya lala mbili kwa moja kwa Nigeria Afcon. E, timu ligi kuu za mtaka Shoboy kwa mkopo kocha TRA, e, wazee wa kodi mapinduzi cup kipimo kwa wachezaji ni habari ambayo imetajwa hapa. Kocha TRA mapinduzi cup ni kipimo kwa wachezaji. Dida kurejea ligi kuu dirisha dogo. Pamba jiji e, sebo haendi kokote bwana. Pamba wanasema sebo haendi kokote. Habari hizi za kimichezo na burudani utazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge. Gazeti wa Machinga sporting limeandika eh, Stars ya chapwa mbili kwa moja na Nigeria miongoni mwa habari ambazo asubuhi ya leo zinashika hatamu katika nakala mbalimbali mbali za magazeti lakini pia kurasa tofauti za E, mitandao ya kijamii na vyombo vya habari hasa vipindi vya kimichezo na burudani. Habari kuu michezoni ni hii ya Stars kuchapwa bao mbili kwa moja na Nigeria michuano ya Afcon, mchezo uliopigwa jana huko nchini Morocco. Kocha Yanga ampongeza Dube e, kufunga Afcon. Kocha Yanga ampongeza Dube kufunga Afcon. Na Mungu sasa yamtolea jicho Golala Singida BS Inonga, kuna jambo e, kati ya hawa wawili Singida Black Stars pamoja na Inonga, unaambiwa kuna jambo. Kuna jambo gani? Basi sisi tunasubiri kuona. Gazeti Majira, Gazeti Huru linanipa uhuru vilevile wa kuangazia michezoni kunani. Rais Yanga Sports Club aeleza dira soka la Afrika, afafanua e, maana ya transfer room haya vyuo vyatakiwa kuboresha miundombinu ya michezo, ni habari ambayo utaipata katika gazeti Majira e, gazeti e, Huru la kila siku michezoni. Gazeti Tanzania Leo limeandika kuhusu e, wana mazoezi elfu nne na mia tano kushiriki tamasha la mazoezi Januari mosi DRC yenyuka Benin AFCON, habari ambayo imetajwa hapa sasa naondoka hapo nikiangazia gazeti ni Pashe. Michezoni, Stars, Simba Sports Club hofu ya tanda ni kufuatia kuumia kwa kipa chaguu la kwanza ambaye alikuwa na kibarua Yanga Sports Club yafunguka kumnasa mwanengo. Hatimaye Neymar afanyiwa upasuaji, habari ya kimichezo iliyotajwa katika nakala ya gazeti hilo. Sasa e, gazeti habari leo gwiji la habari Tanzania, upande wa habari za kimichezo na burudani, gazeti hili limeandika meya kuanzisha timu ya jiji Motsepe ateta na waamuzi Afkon, ratiba ya Afkon 2025 imetajwa hapa katika gazeti habari leo. DRC yaicharaza Benin, tuangazia gazeti la kimichezo na burudani pekee, gazeti Mwanaspoti limeandika skudu afichua kodi mpanzu sowa kazi ipo. E bwana skudu makudubela unaambiwa, afichua kodi mpanzu sowa kazi ipo. Huyu aliyewahi kuichezea Yanga ndiye ambaye leo anafichua siri ya wale nyota ambao alikutana nao katika moja na mbili kwenye mtanange wa soka akiwa nchini Tanzania. Sasa eh, skudu makudubela afichua kodi ujio wa e, ujio wa beka Simba ni habari ambayo imetajwa katika gazeti hili. Yanga Sports Club ya mganda Okelo Gamondi apata akili mpya Afcon, habari iliyotajwa katika gazeti Mwanaspoti, gazeti la kimichezo na burudani. Unaweza kujipatia nakala yako sasa kupata habari kwa kina ama kutembelea kurasa za mitandao mbalimbali mbali ya kijamii kupata pia habari hizo kwa undani zaidi. Mimi natamatisha magazetini leo kutokea hapa Dar es Salaam Tanzania, e, ziliko studio zetu. Asante kuwa nasi kuanzia mwanzo hata tamati. Ifikapo saa mbili kamili asubuhi, usikose kuungana nasi katika kipindi cha South Coast Sports. Upande wa mitambo mwenzangu ni Freedom Richard, Dorcas Daniel hapa wengine Kunita, Double D, ni kutakie heri ya Christmas pamoja na mwaka mpya 2025 2026.